Mafunzo haya ambayo yanalenga kurasimisha biashara kwa utoaji wa leseni, tumezungumza hapo masuala ya hifadhi ya jamii. Haya ndiyo mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameagiza ili watu wanaoshughulisha na shughuli za usafirishaji isiwe shughuli ya kudharauliwa, isiwe shughuli inaonekana wanaofanya watu ambao hawajitambui. Serikali imeelekeza na inafanya kwa vitendo kwamba afisa ya usafirishaji yoyote ni ajira inayotambuliwa na itaendelea kuwekewa mikakati ili itengeneze kuwa ajira rasmi ambayo mifumo yote ya serikali inaitambua. Kundi hili la bodaboda bajaji lilionekana kama vile halina wizara maalum ambayo inashughulika nayo, kwa sababu shughuli zao zinaenda kwenye wizara ya usafirishaji, zinaguswa na maendeleo ya jamii, zinaguswa na TAMISEMI, zinaguswa na viwanda na biashara, zinaguswa na kazi na ajira, zinaguswa na maendeleo ya vijana. Moja ya ombi ambayo lilitolewa pale ni kwamba utaratibu ufanyike ili kundi hili liwe na wizara maalum inayoshughulika nayo ili changamoto zao ziweze kutatuliwa kwa haraka. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwetu sisi kama wizara ya maendeleo ya vijana tuifanyie kazi, na tulishalifanyia kazi kupitia wataalamu, na hivi karibuni tamko rasmi litatolewa ili kundi hili lipatiwe kwenye wizara maalum itakuwa inawalea na kuwashughulikia kwa karibu, ili changamoto zenu ziweze kupatiwa ufumbuzi kwa haraka pale ambapo zinajitokeza. Ndani ya hizi siku mia moja sisi wizara ya maendeleo ya vijana tuliitisha kikao maalum kwa makundi maalum ya kijamii ya kiwemo maafisa usafirishaji, lakini pia wakiwemo watu wanaoshughulisha na uzaji wa vyakula maarufu kama mama na baba lishe pamoja na wamachinga. Na kikao kile tulimwalika Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ndiye alikuwa mgeni rasmi pale. Na kikao kile, kwa muda mrefu tulisikiliza maswala ambayo yamekuwa kikwazo wa vijana hasa katika makundi yaliyoweza kuhudhuria pale. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu yako mambo aliyatolea maelekezo na yako mambo aliagiza sheria na sera zikaangaliwe upya ili kutekeleza e, kuendeleza kwenye kuboresha mazingira ya utendaji kazi wa makundi hayo yakiwemo nyie ambao mnajishughulisha na usafirishaji. Ndani ya muda mfupi wa siku mia, Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutafuta fursa za ajira za vijana kuanzia Novemba mwaka 2023 tunapofunga mwaka wa jana mpaka juzi, tayari vijana 2348 tumewapeleka kwenda kufanya kazi nje ya nchi, na hivi tulivyo katika mchakato huu, tuna fursa za vijana 500 wanaoenda kufanya kazi ya kuendesha pikipiki nchini Dubai, na wengine 1150 tunawapeleka Katar kwa ajili ya kuendesha mabasi na magari makubwa ya mizigo tayari tuko kwenye hatua za mwisho. Tayari wanawake na samia mia moja hamsini wamepatikana na tuko kwenye hatua za mwisho, wataelekea huko kwenda kufanya kazi katika nchi ambazo tumeingia mikataba na serikali. Lakini kubwa zaidi, anao vijana wa bodaboda hawa katika kundi ile, anayo wafadhili mafunzo tayari hao 25 waliosema, na tayari kuna fursa nyingine nyingi zinakuja, na niwaombe vijana fursa hizi zinapokuja, tuzichangamkie. Serikali ya awamu ya sita nimewaambia yaani, muda huu mpaka kufikia Machi tutakuwa tumewapeleka vijana elfu nne. Nataka niwaone vijana wa Kitanzania mnachangamkia fursa hizi. Tumekuja na programu mpya ya kuunga mheshimiwa, kumuunga Mheshimiwa Rais mkono. Tunakwenda kuondoa hewa ya ukaa, tunakwenda kupambana na carbon credit. Leo utashuhudia tukisaini mkataba kati yangu mimi mwekezaji na benki ya CRDB katika jimbo la Ilemela tunategemea kutoa bajaji bodaboda elfu kumi na mbili bodaboda za umeme kwa hiyo kila kijana aliyeko hapa aliyepitia mafunzo ya Kafiti atapata pikipiki hii na atarudisha kidogo kidogo na wote elfu tano wale watakaokuja kwenye mafunzo haya tutawapa kipaumbele nilipata maombi kwa ndugu yangu mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Mwanza. Naomba nikwambie ombi lako nimelichukua, na ndugu zangu jirani zangu Nyamagana, kwa sababu nzira nyingi ni rafiki yangu nao, hizi pikipiki za umeme nitatoa elfu mbili kwa ajili ya vijana wa Nyamagana. Mkataba tunaoenda kusaini leo, tutaanza na pikipiki elfu tano tutakaoenda kusaini leo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, utaushuhudia hapa lakini hatujaacha watu wa bajaji. Watu wa bajaji tutaleta bajaji za umeme mia mbili zitakuja pamoja na hizi. Wakati hizi zinakuja elfu tano bajaji zitakuja mia mbili Kwa hiyo kundi hili nataka niondoke nikiwa sina deni to watu hawa walikuwa hawana leseni. Nimeangaika sana zile pikipiki mia, nikaona kuna tatizo, ninabidi niwapeleke mafunzo. Kwa hiyo nikasema kwa kuanza nianze na waendesha bodaboda na bajaji elfu tano na hii ni awamu ya kwanza leo tunatoa watu mia nne na sitini na tarehe ishirini na tatu Jumatano, Jumatatu wataingia watu mia nne hamsini wengine kwa awamu kumi na moja mpaka wote wakamilike. Sikuishia hapo, ndugu zangu waendesha bodaboda, waendesha bajaji, leo nimekuja na good news. Tukimaliza mafunzo wote nyinyi mliosoma, mtapata leseni za mkopo na mtalipa kidogo kidogo. Sisi hapa tumekuja kama wawakilishi kwa si sababu tumesaini e e mkataba wa makubaliano kati ya Sierra, Benki, Foundation ya, na, na Kafiti Foundation, na, na mkataba huu ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha vijana wa safari kwa kwa kwa wa wa bodaboda pamoja na bajaji kuweza kupata mikopo itakayowasaidia wa kupata bajaji zao na bodaboda kwa gharama nafuu sana. Ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo tulianza zoezi hili muda mrefu, tumeshatoa bodaboda 100 awamu ya kwanza, na hii ni awamu ya pili ambayo tumeweza kutoa bodaboda 15, lakini awamu ya tatu kwenye bajaji ambayo tunaweza kutoa bajaji 20. Kwa hiyo ishirini, watu wote haa, wa wanufaika ni wakazi wa jimbo la Ilemela wa Mwanza ambao wote wako chini ya wa kwa application. Kwa hiyo sisi kama benki ya Kafiti Foundation kwani ameweza kuona fursa ana kubwa kwa vijana, lakini kipekee ameweza kuishirikisha benki ya CRDB na ameamini kwamba tunaweza kutembea na yeye kwenye ndoto zake kuhakikisha kwa kwamba anawafikia vijana wengi. Lakini kwa makubaliano ambayo tumeingia Kafiti Foundation ilisema kwamba haitaishia kwa bodaboda na bajaji peke yake. Ana program kwa ajili ya mamalishe, ana program kwa ajili ya washonaji wa nguo, kuhakikisha kwamba yote hayo yanaweza kuwafikia vijana. Kwa hiyo si kama benki ya CRDB tumekubali, na kama leo mmeshuhudia, tumeingia mkataba ambao tumesaini mbele ya watu wote ukionyesha kwamba makundi hayo yote ambao mheshimiwa mbunge amekubali kwenda nao kwenye programu yake, basi sisi kama benki ya Serad Bank kupitia Serad Bank Foundation tutaweza. kadownload Bongo Play TV.